Lakini nimeona kuna jambo linataka kuitokea hiyo leli na hiyo treni yenyewe. Narudia tena, kuna jambo linataka kuitokea hiyo leli na hiyo treni yenyewe. Nataka tulizuie kwa jina la Yesu. Nataka tufanye nini? Nataka tufanye nini? Tulizuie. Na mfalme wa Moabu alipoona ameshindwa katika vita, akamchukua mwanaye amweke kwenye ukuta. Nataka tuombee, tutaomba hiyo SGR leli na treni zenyewe. Nimeona kabisa kuna jambo baya ambalo shetani na watu wake <clears throat> wanapanga kwa ajili ya hiyo treni pamoja na reli yenyewe kuanzia hapa Dar es Salaam kwenda mpaka Dodoma. Sasa kitabu cha Timotheo